katika Uislamu ni sadaka ni kutoa sadaka, na wengi tumezoea sadaka kuwa ni mali peke yake, lakini kuna sadaka nyingine nayo inatoka mwilini mwako, sadaka ya damu, kuchangia damu. Sasa kutokana na mazingira yetu na hali halisi ilivyo, ni kwamba sisi tuna utaratibu wa kuchangia damu msikitini kwetu kwa kushirikiana na hospitali ya taifa ya Muhimbili. Sasa kwa zama tulizokuwa nazo na mahitaji ya damu yanayohitajika kwa wingi Ndugu zetu wa Muhimbili wametufuata na kuomba kwa dharura kubwa sana tuchangie damu, na kwa kujua kwamba hii ni moja katika ibada, sadaka, napata thawabu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, sisi tumekubali jambo hilo kama ambavyo tunafanya mara, mara nyingi wanapokuja hususan jambo hili ambalo ni la dharura sana, huyu tumewakubalia, na kwamba kesho insha Allah watakuja. Kwa ajili ya mtu yoyote ambaye anaguswa na swala la ubinadamu, basi aweze kuchangia damu kwao. Tunawalika waumini wote na pia watu wengine, hata kama si waumini wa msikiti huu, toa taarifa nje huko kwamba ndio tuna shughuli zetu, tuna biashara zetu, lakini kuja kuchukua kama dakika kumi kwa ajili ya kutoa damu haiwezi ikakupotezea chochote, kwa sababu damu hii hii inaweza ikarudi kwako, kwa Naweza ikarudi kwa mtoto wako, naweza ikarudi kwa shangazi yako, naweza ikarudi kwa ndugu yako tu muumini Mwislam, au hata si kwa Mwislamu, lakini ni sadaka kwaho. Tunaomba ndugu zetu, kesho tushirikiane kwa pamoja kuchangia damu. Hii sio mara ya kwanza shato damu, mara ya kwanza mara ya pili, itakuwa mara ya tatu au ya nne. Kwahio watakuja ndugu zetu, watafunga mahema jirani yako ima umekuja kuswali au kabla ya swala, kwa sababu watakuwepo tangu asubuhi, watakuwe watakuwe tangu saa mbili watakuwepo, inshaallah, saa mbili saa tatu shughuli itaanza. Sisi hapa na wanafunzi wetu tuko tayari, tutatoa damu, lakini kwa sababu damu inahitajika ni nyingi, yaani hata wakipata uniti zaidi ya mia mbili hakuna shida, kwa sababu hitajio ni kubwa zaidi. Kwayo tunawaomba Islam tushirikiane kwa pamoja, ni jambo la khiari, lakini kuna wakati mwingine, wewe mwenyewe, kuna mazingira ukiyaona utasema lazima nitoe damu. Ni kwa sababu ni aibu kwa Mwislamu au mtu wa kawaida, mwananchi kufariki kwa kukosa damu wakati sisi tu, yani ni aibu kubwa na ni fedheha kwamba kuna mwananchi anakufa katika mazingira ya kukosa damu wakati sisi tupo, na bahati mbaya si ikoje, lakini damu ambayo inaongezewa mtu haitengenezwi kiwandani, ni hii damu ya wanadamu ndio inaongezewa watu. Kwao tunaomba ndugu zangu, tuwe pamoja, insha Allah. Kesho kuanzia asubuhi saa mbili saa tatu tutakuwepo ndugu zetu hawa mimbili, mpaka saa kumi saa kumi na moja biidhnillahi azawajal Sallaa llahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kwa upande wa, al wa wanawake watakuja, uh, wale madaktari na wa kike nao watakuwa upande wa huko wata watoa wanawake damu.